Afisa mwandamizi wa polisi nchini Kenya amekamatwa kuhusiana na mauaji ya mwanablog Albert Ojwang aliyefariki akiwa chini ya ulinzi wa polisi kwa mujibu wa taarifa kutoka kwa wachunguzi huru. Kamanda wa kituo kikuu cha polisi jijini Nairobi, Samson Talamu pamoja na Constable James Mukwana na fundi mmoja wa mitambo anayeshukiwa kuzima kamera za usalama yani, CCTV katika kituo hicho wote wamekamatwa. Kifo cha Albert Ojwang kilizua maandamano makubwa nchini Kenya baada ya ripoti ya kitabibu kupinga madai ya polisi kwamba alijijeruhi kwa kujinyonga ukutani. Madaktari walibaini kuwa majeraha hayo yalitokana na kushambuliwa. Hadi sasa watu wasiopungua 23 wamehojiwa na wengine watano kuondolewa kwenye majukumu yao wakati uchunguzi huru ukiendelea. Ojwang mwenye umri wa miaka 31 alifariki mwishoni mwa wiki iliyopita akiwa katika kituo cha polisi baada ya kukamatwa kwa kuchapisha ujumbe kwenye mtandao wa X Twitter, uliodaiwa kumkosoa naibu mkuu wa polisi Eliud Lagat. Katika taarifa ya awali, polisi walidai kuwa Ojwang alipatikana akiwa amepoteza fahamu ndani ya seli na alikimbizwa hospitalini ambako alifariki kutokana na majeraha ya kichwa yaliyosababishwa na kujigonga ukutani. Hata hivyo, ripoti ya upasuaji wa maiti pamoja na uchunguzi wa mamlaka huru ya kusimamia utendaji wa polisi, IPOA ipoa yalikanusha uwezekano wa Ojwang kujiua. Mkuu wa polisi nchini Douglas Kanja aliomba radhi kwa taarifa potofu zilizotolewa awali na maafisa wake wa chini na kuiondoa rasmi kauli hiyo ya awali. Mnamo Ijumaa, Constable Mukwana alifikishwa mahakamani kwa mara ya kwanza na atasalia rumande hadi kusikilizwa kwa ombi lake la dhamana wiki ijayo. Uchunguzi wa awali unaonyesha kuwa Mukwana na washukiwa wengine ambao bado hawajakamatwa walihusika katika kupanga na kutekeleza mauaji ya Ojwang pamoja na kuharibu ushahidi kwa kuzima kamera za usalama. Mukwana bado hajatoa majibu kwa tuhuma hizo, lakini wakili wake ameiomba mahakama Impe dhamana kwa msingi kwamba alijisalimisha kwa hiari alipoitwa na mamlaka. Wakati huo huo, fundi anayeshukiwa kuzima mfumo wa CCTV katika kituo kikuu cha polisi alikamatwa Ijumaa, hatua iliyotajwa kuwa ni juhudi za kuficha ushahidi muhimu kuhusu kilichotokea Alhamis iliyopita. Mamia ya waandamanaji nchini Kenya waliingia barabarani jijini Nairobi wakitaka naibu mkuu wa polisi Eliud Lagat ajiuzulu. Wanaharakati wa haki za binadamu, viongozi wa upinzani na wananchi kwa ujumla wameendelea kushinikiza kuondolewa kwake madarakani. Rais wa Kenya William Samuel Ruto ametaka uchunguzi wa haraka na ameahidi kuwa serikali yake italinda raia dhidi ya polisi waovu. Rais Ruto alikuwa ameahidi kukomesha ukatili wa polisi na mauaji ya kiholela alipoingia madarakani mwaka 2022. Hata hivyo, takwimu za Tume ya Haki za Binadamu ya Kenya KHRC zinaonyesha kuwa zaidi ya kesi 160 za mauaji ya kiholela na kutoweka kwa watu ziliripotiwa nchini Kenya mwaka jana. Zaidi ya watu 20 wamefariki wakiwa mikononi mwa polisi ndani ya kipindi cha miezi minne iliyopita kwa mujibu wa IPOA ipoa. Hii ndio imekuwa habari ambayo tumekuwa nayo muda huu katika meza yetu ya habari. Mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa habari Kiganjani, nasi tunaisogeza kwako ili kusudi uweze kupata kujua na kufahamu ni kipi kinachoendelea, kufuatia sakata la Albert Ojwang, mwanablog ambaye anadaiwa kuuawa akiwa katika kituo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 basi wafanye kusubscribe kwa kugusa kitufe cha subscribe kilichopo chini ya video hii kilichoandikwa neno subscribe, kisha washa alama ya kengele itakayokuwa imejitokeza, na kwa kufanya hivyo utakuwa umejihakikishia kutokupitwa na habari pamoja na matukio yote pindi yanapokuwa yametokea. Asante sana kwa kuwa nami kuanzia mwanzo hadi mwisho wa habari hii, tukutane tena katika habari nyingine.